Naitwa Dr. Eliza na leo napenda kuongelea afya ya viungo na haswa nikiongelea bidhaa yetu mpya inaitwa Forever Move. Na tunajua jinsi ambavyo maumivu ya viungo yanaweza yakapoteza sana uhuru wa mtu. Jinsi ambavyo ni inakuwa mak makali na of course inaweza akasababishwa na vitu vingi sana. Inawezekana ni umri, inawezekana ni kusagika kwa mifupa au ni ugonjwa kama arthritis au labda ni mtu tu ambaye upo active na saa nyingine viungo vyako vinakuwa vinakuletea maumivu. Na ni kitu ambacho ni kigumu sana kuendelea na maisha ukiwa na maumivu makali ya viungo na ndio maana kampuni ya Forever Living Products wametengeneza hii bidhaa ambayo ni very transformational kwenye afya yako ya viungo, inaitwa Forever Move. Na Forever Move inakupa uhakika wa matokeo ndani ya siku saba hadi kumi za kutumia, na tunajua watu wengi sana wamekuwa wakipata matokeo mazuri kwa kutumia chondroitin na glucosamine kwenye viungo kutoka kwenye bidhaa yetu ya Forever Freedom, lakini imagine Forever Move ina faida ya kukondolea maumivu mara tano zaidi ya chondroitin na glucosamine. Kwa hiyo ina maana unapata matokeo ya uharaka zaidi na kukupa wewe unafua haraka kwenye afya ya viungo vyako. Sasa kwa nini inaweza kufanya hivyo? Ni kwa sababu Forever Move imetengenezwa na virutubisho muhimu sana viwili. Moja inaitwa NEM ambayo inatokana na natural egg membrane. Yaani kwenye yai kuna kuta, kuna membrane au tunaita labda kuta ambayo ni nzuri sana na ina virutubisho vingi sana kwenye viungo. Imefanywa sasa hivi na actually it's a medical grade ingredient au nutrient, na Forever wameiweka kwenye Forever Move ambayo inakusaidia kukupa pia collagen humo ndani, calcium ya kutosha, chondroitin ipo pamoja na hyaluronic acid, ambayo ina faida nyingi mno kwenye afya na smoothness, na hata kusema ya viungo vyako kuondoa ule ukakasi au ugumu kwenye viungo ambao unaleta maumivu mtu anapotembea au anapomove hicho kiungo kwa hiyo pamoja na kurkumin ambayo inatokana na turmeric au manjano, wameiweka humo ndani pia, na ukiangalia research nyingi sana zinaonyesha faida zilizopo ndani ya hiyo ingredient inayotokana na manjano. Wameiweka ndani ya Forever Move kusaidia kuondoa stiffness kwenye viungo, kusaidia kuondoa maumivu, kujenga ile cartilage au ile mfupa laini uliopo kwenye viungo vyako, na kusaidia hata ugumu wa mifupa uh, uwe vizuri, kupunguza kusagana kwa mifupa ambayo inakuletea pia maumivu. Kwa mtu ambaye unapitia maumivu ya viungo, tumia Forever Move. Yani, hii tunaita ni medical grade product ambayo tayari imefanyiwa research na tafiti nyingi sana kuonyesha ndani ya wiki moja mpaka siku kumi, utaona manufaa clinical proven results kwenye kuondoka kwa maumivu yako ya viungo, whether imetokana na arthritis, imetokana na umri tu kwenda au umefanya mazoezi, unakuwaga active na kusababisha maumivu ya, I mean viungo vyako kuuma Ukitumia Forever Move utaona tofauti kubwa sana kwenye afya ya viungo vyako. Kwa jiwaze, wewe waza ndugu yako unayemfahamu, rafiki yako unayemfahamu, mzazi wako ambao labda ana hizo changamoto za viungo, mpatie Forever Move, for sure ata testify kwa, kwa jinsi ambavyo amepata improvement ya haraka. Karibu sana kupata yako. Unatumia vidonge vitatu kwa siku, unaweza ukanywa kwa pamoja tu asubuhi ikakusaidia.